Asma alitangaza kwamba siku ya leo atakuwa na jambo lake hapa Sinza Vatican, lakini pia tuliona posti mbalimbali mbali za mastaa kadhaa ambao wataweza kufika hapa akiwa msanii Diamond Platinumz. So, hapa tayari mastaa ameshafika wa hapa na pale kwa ajili ya kuweza kushuhudia nini ambacho kitafanyika hapa. Mimi na watu nini ambacho kitafanyika lakini tunakupa update tu kuhusiana na kinachoendelea hapa. Mwonekano wa Asma ni muonekano fulani hivi wa kimalikia, lakini pia tunaona watu mbalimbali kimo kinakoi mzungu wakiwa kwenye moja na mbili E, kama washereheshaji katika tukio hili, ni tukio fulani hivi la ya mwezi na mambo mbalimbali yakiwa yanaendelea hapa, tunaona watu maarufu kina Cutting master watu wengine hapa na pale wakiwa wako hapa kwa e, ajili ya harusi <laughs>

na hii hatua uliyoanza inawezekana ikawa ni ndogo a, lakini kwaza oa kwanza kabisa, ii ala ili watu waweze kupokea pokea kwanza, yani siusiweni kidogo ndihuko toka hapa na kwenda mbele kaweli kawaida, Mungu anaibariki hatua zako. Kwa hiyo hatua uliopiga anaibariki kwenda kwenye hatua nyingine This, hii sio hatua ndogo kwa mtoto wa kike na ni hatua kubwa kwa mtoto wa kike. Kwa nini? Naamini, kwa kwa sana, I'm very proud of them.

Kwa wanao hisi ni mkono wa mtu wajue ni mkono wa Bwana. Well, ah, unapendaga maneno maneno yako ukole marahaba, ile kauli ya kusema kwamba wahaya wakianza biashara wanaanza eh, eh, na biashara, yaani kivipi? Yaani sio tulivyo, mambo yetu ni makubwa, na ni kwa sababu pia sasa tunatokagi Bukoba kuja kutafuta maisha, tunakuja kula maisha, ushaelewa. Wanaokuja kutafuta maisha ndio wanaanza na vitu vidogo vidogo. Sisi unajua, mhaya anunuaji gari la kwanza, gari dogo, eti Vitz ni gari lako la kwanza autenda sana sana, nani sana sana Benz, hivyo ndio vitu vyetu. aponaa kwenye mareji na maithd anaanza na na duka dogo sana, huyo ndo mwenye PhD kule kule Bukoba. Bukoba tunazo elimu tu za kati, uwezi kuanza PhD ia elimu za chini. Ila anasema ukimkuta mwaya anaazirika huku mjini, labda asukuma toroli, usifikiri ndo kazi yake, anafanya PhD. mm -hmm anatafiti, unajuaga watu wakitafiti kuhusu mbu anaenda kuishi polini, ndo hicho hata Muha ukikuta analala chumba cha giza, anatafiti watu wanaolala bila umeme wanakuwaje baada ya miezi mitatu sita. Yani hivyo maisha yetu, mambo makubwa. Ukiona mtu kaangania biashara ndogo ni Muha, ila kaongeza, ya anajiita Muha tofauti wa haya na Muha na Waha kwenye masuala ya wale si ndio si wa, hey, natembeaga na moto na barabarani kwenye magari ya watu, mtu anauza anauza kahawa amebeba moto amebeba kitu hatari katikati ya foleni, wale ndo waha. Sasa ndo kama ukiuza kahawa ndo hivyo. Nasikiaga tuna nani tunafungua nini kofiba hizo zoa wahaya Mawezi kutembea na bilika anauza kahawa au ni waha jamani, bila wakionaga vipi mazingira wanajita Wahaya bwana, eh shukuru sana Wahaya.